Naam, Imamu na Shafi'i anaendelea kutueleza katika shairi lililopo katika ukurasa wa 32 kwenye kitabu changu, shairi lenye kichwa cha habari kinachosema: diru usabiri vadhi madhubuti la subra. Tamam, mm -hmm. Diruu ni lile vazi la chuma linalovaliwa vitani kama umeshawahi kutazama yale mapicha ya kupigana vita, hasa zile vita za mapanga zile na mafarasi wale, askari huwa wanavaa mavazi ya chuma katika sehemu ya juu ya viwiliwili vyao. Tamam. Sasa imamu na Shafi'i ametumia fiili inayotokana na masdari hii ya diru lakini pia akatumia kinaya, akatumia fumbo na kusema mtu avae vazi madhubuti la subora, akikusudia ajiandae kuwa na subora kubwa sana kwa kuwakosa vipenzi vyake. Baada ya nini? Baada ya kuwa ametamani kuishi muda mrefu, na kweli Unapoishi muda mrefu, Allah anapokujalia ukapata umri, basi pengine hata mkeo utamshuhudia akifa, baada ya kuwa msharea watoto wenyewe, ushafika mpaka chuo watoto, baada ya kupata kazi tu mkeo anaondoka. <coughs> Tamam, lakini pia unaweza ukashuhudia mwanao au wanao zaidi ya wawili mpaka watatu wakifariki pia. Lakini pia unaweza ukashuhudia hata vijukuu vyako vikitangulia kufariki kabla yako. Sasa Imamu na Shafi'i anamwambia yule mtu ambaye anatamani Allah ampe umri mrefu, anamwambia mtu kama huyo ajiandae kuwa na subra kubwa mno. Kwa sababu gani? Atakuwa akiwaona vipenzi vyake aki wakiondoka kwa macho yake, kila siku anamzika huyu, kesho anamzika huyu, kesho kutwa eh, huyu naye kaondoka. Tamam, na wote ni watu wake wa karibu, pengine mkewe, pengine wanawe, pengine wajukuu jukuu zake. Tamam, hakadha kwa ameweka kinaya ya kutumia fiili iliyotokana

ala faqdi ahibbaihi man yatamanna al-umra, yule anayetamani kupewa umri mrefu. Falyadra sabran, basi na ajiandaye kuwa na subra kubwa mno. Ala faqdi ahibbaihi, kwa kuwakosa vipenzi vyake akikusudia, ajiandae kuwa na subra kubwa mno, kwa kuwaona vipenzi vyake wakiondoka duniani mmoja baada ya mwingine. Tamam. mm -hmm. man yatamanna al lumura, mwenye kutamani kupewa umri mrefu, falyadra sabran, basi na ajiandae kuwa na subra kubwa, la faqdi ahibaihi kwa kuwaona vipenzi vyake wakiondoka mmoja baada ya mwingine. waman yuammar yalqa fi nafsihi ma yatamannahu liadaihi, yalqa, kwa maana atajionea, tamam, atajionea. waman yuammar, na bila shaka yule atakayefanikiwa kupewa umri mrefu waman yuammar na yule atakayefanikiwa kupewa umri mrefu na Allahu subhanahu wataala, huyu sasa hajaomba. Huyu wa pili hajaomba, yule wa kwanza ni kana kwamba anatamani na anamwelekea Allah ampe umri mrefu, tamam. Lakini huyu wa pili hajaomba, lakini tu Allah subhanahu wataala amemwafikia na akampendelea kumpa umri mrefu. Ndio nasemaje? waman yuammar na yule

atajionea ma yale ambayo yatamannahu alikuwa akitamani kuyaona, ma yale ambayo yatamannahu alikuwa akitamani kuyaona liadaihi, kwa maadui zake, tamam. mm -hmm. Ataona maanguko yao, kama kulikuwa kuna fedheha anazisubiri ziwafike eh? kwa sababu wao ndo walimfanyia uadui, basi ataviona hizo fedheha. Kama kuna laana pia ilikuwa inabidi iwafike, kwa sababu wao ndo walimfanyia ubaya, basi pia ataiona vile vile. Tamam mm -hmm. waila huna ntahi alkamalu lillah walismatu lilambiya wanaksu lana. Tutakuwa tukifanya hivi tukikatakata, tuki zile darsa ili kutochoshana tamam. Kwa hizi zote voice tatu hizi ni darsa la leo, lakini tumezikatakata lengo mtu asipate uchovu. Kwa sababu gani? Zama zetu hizi za mwisho nafsi he, hazipendi marefu, lakini pia tumeshaambukizwa hali hiyo. Leo hii mtu akiingia TikTok anataka kutana na video yenye dakika tatu mpaka tano akiwekewa video ya dakika kumi na tano atapeleka mbele ta, ta, ta iishi haraka. Ukiangalia ni dakika kumi na tano tu, sio nyingi, lakini ndo tushazoeleshwa kuoneshwa vitu vifupi vifupi mpaka bongo zetu zimezoea vitu vifupi vifupi. Mtu akiwekewa kitu chenye marefu nafsi yake inashindwa kumaliza. Sasa tumeona eh, tufanye hivi. Kwa sababu gani? tunatambua hali hizo zipo katika watu ambao tumeishi, tunaishi katika zama zama hizi. Tamam, hakadha wa hadha. Assalamu alaykum.